Kwingineko, hisia zilitanda katika kanisa la PCEA Kikuyu, kaunti ya Kiambu mwishoni mwa juma, baada ya wapenzi wawili wenye ulemavu wa kusikia kufunga pingu za maisha kwenye sherehe ya ndoa iliyofana. Joseph Karienga na Esther Wambui walifunga ndoa kwa kutumia ishara kwenye hafla iliyoacha waliohudhuria katika hali ya tabasamu. Joseph Karienga ambaye ni mhudumu huku akiwa na hali ya tabasamu na Esther Wambui ambaye ni msusi walifunga ndoa kwenye sherehe iliyofana. Karienga na Wambui wenye ulemavu wa kusikia, lakini upendo wao uliashiria mengi huku wakifika kanisani kufunga pingu za maisha, familia na marafiki waliwakaribisha kwa furaha isiyo na kifani. Wapenzi hao wawili hawakuhitaji kuzungumza ili kuonyesha upendo wao, lakini huku wakielekea kwenye madhabahu, Karienga na Wamboi walionyesha dunia kwamba upendo hauhitaji sauti ili kusikika e Kupitia wakalimani, wawili hao walieleza changamoto mbalimbali walizopitia, hasa katika jamii ambayo kwa mara nyingi huwapuuza watu wenye ulemavu. Sisi wawili tulianzia aje wa relationship, tulikuwa tuna communicate kwa simu uh, on subjects za shule na kuconnect na mimi pia nilipomtongoza na akaona ni vizuri tukue pamoja in a relationship, aka decide tuende kwa wazazi wake, na tukaenda kwa wazazi, na ndio hata saa hii tuko na hii harusi siku ya leo. Lakini kupitia ishara, walionyesha matumaini yao ya kuishi pamoja bila kujali yatakayojiri itakuwa na shukrani sana kwake. Mtoto mwenye ako sawa na mwenye ako na ulemavu wote, Mungu akinijalia itakuwa tu sawa kwangu, na matumaini ya kupata mtoto. Na Mungu akitubariki na mtoto mwenye pia hana ulemavu ni sawa, na akitupatia pia akiwa na ulemavu pia itakuwa tu sawa. Hata sisi pia tumeweza kukua tukiwa wawili na bibi yangu, na sioni shida na baada ya hayo yote, Karienga na Wambui walianza rasmi safari yao ya maisha wakiwa na matumaini, huku wakionyesha dunia kwamba upendo unahitaji ukweli na kujitolea, na kwamba ulemavu si kutokuwa na uwezo. Vile tungependa kuhimiza wazazi ni wale ambao wako na watoto differently abled, watoto ambao tunaita PWDs, wacha kuwaficha, toa mtoto, hujui kile Mungu amemwekea huko mbele. John Kahiro, Darubini.